Unafahamu kwa sababu gani madaktari wana maandiko ambayo haisomeki vizuri? Tulia nikujuza. Maandiko mibovu inahusishwa na madaktari ni jambo linalotokana na sababu mbalimbali za kihistoria na kiutendaji. Hapa kuna baadhi ya sababu kuu. Kwanza, kuandika haraka. Madaktari mara nyingi wanakabiliwa na shinikizo la muda, hasa wakati wa kutibu wagonjwa wengi na muda mfupi. Hii walazimu kuandika haraka maelekezo ya wagonjwa au maagizo ya dawa na miandiko yao inaweza kuonekana isiyoeleweka. Maneno magumu ya kitaalamu: lugha ya kimatibabu inajumuisha maneno mengi ya kitaalamu na vifupisho ambavyo vinaweza kuwa vigumu kuandikwa kwa, kwa uwazi. Miandiko yao inakosa kufafanua kwa sababu inategemea ufafanuzi wa kitaalamu na watu na mtu anayesoma. Mazoezi ya kawaida katika mafunzo ya wa daktari: wanachama wa taaluma hiyo hujifunza kuandika haraka kwa muundo wa kipekee ambao unaweza kuwa tofauti na miandiko ya kawaida. Matumizi ya vifaa vya kiufundi, katika siku za hivi karibuni madaktari wengi wanategemea rekodi za kidijitali ambazo zinaweza kuchangia kupunguza umuhimu wa kujifunza kuandika kwa uwazi katika maandishi ya mkono. Idadi kubwa ya kazi, kazi nyingi na maelezo mengi wanaohitaji kuandika yanaweza kusababisha uchovu wa mwili, hivyo kuathiri ubora wa maandishi yao. Miandiko mibovu imekuwa stereotype kwa madaktari. Lakini maendeleo ya teknolojia kama vile rekodi za afya za kielektroniki EHR yameanza kupunguza changamoto hii kwa kiwango kikubwa. Gerard Wenga, Facebook, Instagram na TikTok.